Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Meli Timoteo, mkazi wa Galijembe mkoa wa Mbeya, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wake aitwaye Skola Atanasi Simaba mwenye umri wa miaka kumi, aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la nne katika shule ya msingi Ngonde. Tukio hilo limetokea Disemba 9 mwaka 2025, majira ya saa sita mchana huko katika kijiji cha Galijembe, kata na tarafa ya Tembera, wilaya ya Mbeya, baada ya Meli Timoteo, ambaye sasa ni mama wa marehemu, kumwadhibu mtoto huyo kwa kumpiga kwa kitu kizito kichwani kwa madai kwamba mtoto huyo ni mtukutu. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni kujichukulia sheria mkononi kwa kumwadhibu mtoto wake kwa kumpiga hadi kufa na kisha kutupa mwili wake shambani jirani na nyumba yake kwa kushirikiana na jirani yake aitwaye Sharifa Mzarage, mkazi wa Valijembe ambaye pia anashikiliwa na jeshi la polisi. Upelelezi unakamilishwa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watumio wote watu wawili. Hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wazazi na walezi kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mkononi kutoa adhabu kali kwa watoto wao na badala yake watoe e, adhabu za kuwarekebisha na kuwafundisha mienendo mema ya maadili ili kuepuka madhara yanayoweza kuwapata ikiwemo kuwapotezea maisha kama hivi au kuwasababishia ulemavu.